Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha yale yote ambayo yanazidi kutendeka kila siku. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, ninakutakia mwaka mpya wenye heri njema ya mafanikio pamoja na afya njema. Wapenzi watazamaji, mwaka huu mpya, mwaka elfu mbili na ishirini na sita inaonekana ni wa kusema ukweli na hakuna kudanganyana. Makanisa yameamua kuambia serikali ya Samia Suluhu Hassan ukweli kuhusu uongozi wao mpovu. Wa kwanza kabisa kumkabili Samia mwaka huu ni Askofu Wajima aliyekuwa mbunge wa jimbo la Dar es Salaam, alimwambia Samia kwamba yeye hataweza kukoma kuendelea kuikosoa serikali yake ambayo inazidi kuwakandamiza wananchi na kuwateka wananchi. Sasa kabla hayo hayajaenda chini, kanisa Katoliki limeweza kujitokeza na kuambia serikali kwamba hawawezi wakafuzu katika zoezi lao ambalo wamelianzisha kutaka kugawa kanisa la Katoliki Tanzania kutokana na msimamo wao thabiti wa kukosoa hii serikali. Sasa Askofu wa kanisa Katoliki Jimbo Katoliki Njombe a Eusebio Kiando amesema kwamba siku hizi za karibuni kumekuwepo na namna fulani ya watu kutaka kugawa Katoliki, wa Katoliki wenyewe kwa wenyewe. Unajua <coughs> nimekuwa nikiona jaribio la serikali kutaka kugawa kanisa Katoliki Tanzania haswa baada ya maaskofu wa Tanzania kupitia kwa muungano wa maaskofu TEC wakiongozwa naye askofu Kitima, yani padri Kitima, kujitokeza na kukashifu mauaji ambayo yalitendeka Oktoba ishirini na tisa na kukashifu utekaji nyara ambao unaendelea Tanzania. Sasa serikali ikaanzisha vuguvugu la kutaka kugawanyana a dini ya Katoliki kwamba oo kuna wale ambao wamechukua mkondo wa kukosoa serikali iti kwamba ndani ya Katoliki kuna wengine ambao hawapendelei huo msimamo wa kukosoa serikali. Nina imani kwamba hivi majuzi ulimuona bwana fulani mwenye alikuja kwenye vyombo vya habari na akasema kwamba ameweza kumshtaki ama wameweza kuandikia uh, ubalozi wa Roma Tanzania barua umechukulia padri Kitima hatua kwa kukosoa serikali. Sasa majaribio ya hivi karibuni yanaonyesha nia ya serikali ya kutaka kugawanyana Katoliki Tanzania, kugawanyana wa Katoliki wenyewe kwa wenyewe. Sasa jambo hilo limechochea askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Katoliki Jombe Eusebio Kyando kujitokeza na kutoa kauli yake kuhusiana na maneno hayo ya serikali kutaka kugawanya na wakatoliki wa wenyewe kwa wenyewe. Akizungumza mkoani katika misa takatifu ya mwaka mpya mkoani Njombe, amesema kwamba sisi wakatoliki, unajua hata mimi ni mkatoliki, sisi wakatoliki hatuwezi kugawika hata wajaribu namna gani. Hawawezi wakatugawa sisi ni nambari witiri, hatuwezi tukawaonyika. Ukijaribu kugawa namba witiri kama tatu, saba, a tisa, kumi na moja, utapata sufuri. hauwezi ukagawa namba witiri kwa mbili, hawezi utapata sufuri. Unajua sisi sio kama namba sufwa. Unajua namba sufwa ni ile ambayo inaweza ikagawanyika mara mbili, mfano kama nambari nne ukigawanya na mbili utapata ni mbili, nambari nane au nambari sita ukigawanya mara mbili utapata ni tatu nambari nane ukigawanya na mbili utapata ni nne. Sasa amemwambia ama amewaambia serikali kwamba sisi sio nambari aa, sufwa ambayo unaweza kugawanyana, sisi kugawanyika ni ngumu. Kwa hivyo askofu Kiando aliyasema hayo katika kanisa hilo la Katoliki, aa, kanisa moja aa, ni kanisa moja takatifu. Na amesema kwamba kanisa Katoliki ni moja takatifu, la mitume. Kwa hivyo mtu anayejaribu kutumiwa kugawa Wakatoliki anajiingiza kwenye matatizo ya bure ya kiroho na anajitakia lahana mwenyewe. Mfano kama huyu kijana mwenye alienda kumshtaki padiri Kitima huu akisema kwamba Wakatoliki tunakosea kuweza kukosoa serikali, huyo anataka kitu ambacho kinaitwa A vita pamoja na ama ameingia kwenye vita vya kiroho. Aidha, askofu huyo Kyando amesisitiza kwamba mkatoliki wa kweli anayelipenda ama anayelipenda kanisa lake hawezi a, kufikiria kuligawa kanisa, anafikiria namna gani ajenge umoja ule wa Bwana Yesu mwenyewe jaribu kila namna kutugawa kisiasa kutugawa kiimani ki, ki kulikuwa na harakati hizo kwa kujaribu kupandikiza mbegu fulani kwa watu wengine, na wengine waanze kusema nyinyi na nyinyi Mkristo eh, si, wewe Muislamu wewe nani, tutakata vichwa tutafanya nini. Haya si mambo ambayo tulizoea Watanzania e, ni njama za kutugawa Watanzania. Na siku hizi miaka hizi siku za karibuni hivi, kumekuwa kuwagawa wakatoliki kwa wenyewe ndani ya wakatoliki, kuna namna fulani ya kutaka kutugawa kugawa wa Katoliki. Na ndio habari ya leo kwenye mitandao kujaribu kuwagawa wa Katoliki. Sisi hatugawiki, sisi ni namba witiri. Unaweza kugawa namba witiri utapata vizuri vizuri, sio namba shufwa ambayo unasema sita dawa kwa mbili ya petu, ni tatu. Sisi kwetu namba kugawika ni gumu. Zamani kilikuwa wadogo wakisema tatu dawa kwa mbili asema haiwezekani, katika mahesabu ya darasa la pili. Haiwezekani. Na ndio namba sisi wa Katoliki, namba yetu haigawiki, hatugawiki. Sisi sisi ni wamoja, ni kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume. Kwa hiyo mtu anayejaribu au kutumiwa kutugawa huyo anajiingiza kwenye matatizo ya bure ya kiroho e, na anajipatia laana ya bure, kwa sababu Katoliki wa kweli anayependa kanisa lake hawezi kufikiria kugawa kanisa. Anafikiria namna gani tujenge umoja ule ulioletwa e, na Yesu mwenyewe, ndio tunaohudumisha. Kwa hivyo e, mimi nadhani na ombi langu kwa wakatoliki wenzangu tusibari. Na kwanza, hatugawanyiki, hatugawanyiki kwa sababu ukiona mmoja amesema nimefaulu kuligawa kanisa Katoliki, yaani yeye mwenye mwenyewe amejitenga, ameasi, sio kwamba amegawa. Ameanzisha kanisa Katoliki mahali pengine, kuliona kanisa lingine Katoliki zaidi ya kanisa hii moja takatifu Katoliki ya mitume halipo ila mmoja naweza kusema au wawili au kikundi wakasema, sisi tunaamua kujigawa, tunajitenga. Hao wamejitenga, wamejiengua katika kanisa takatifu Katoliki, wameanzisha kitu chao. Kwa hivyo kanisa, katika historia, kanisa halijawahi kugawika. Maana ugawika lazima ugawike, ujue wamegawika, wakatoliki wengine wako pale ngambo, wengine wako huku na hawaelewani, au tuf kama nzengele na hapa parokia ya hapa yanakuwa makanisa mawili ambayo hayapatani, hawezi kukaa pamoja pamoja. Huko ndio kugawanyika, kwa sababu kanisa katoliki limegawanyika. Lakini sisi hatugawanyiki, ni mtu anajitenga, anaasi, anaanza mambo yake, huyo tu aache, kwa sababu katika historia walikuwa wakijitenga wengi. Kujitenga toka wakati wa Martin Luther, wakaja King Henry na, na wengine wameendelea, kina nani, wamejitenga, wamejitenga, wamejitenga, lakini kanisa lenyewe limebaki pale pale. Kwa hiyo msisitizo wangu ni huu, pengine wanaofikiri wanaweza kutugawa, wanapoteza muda. Sisi namba yetu haigawanyiki, ni namba ambayo kugawanyika kama tulivyosema darasa la pili, haiwezekani. Mm, haiwezekani. Na nimeweza kuwaeleza wazi sababu ambayo imeweza kufanya serikali mpaka kuleta njia angalau kugawanyana kanisa Katoliki iingie kwenye vipande viwili au vipande vitatu kipande kimoja ambacho kile ambacho kinaunga serikali, kipande kingine kile ambacho kinapinga serikali. Unajua kipindi ambapo serikali au viongozi wanataka kutawala wananchi, hawawezi wakatawala wananchi ambao wameungana, itakuwa ni vigumu. Lazima watajaribu kila mbinu kuwatenganisha wale wananchi, kugawanyana wale wananchi ndivyo ikuwe rahisi kwa wao kuongoza, na ndio maana unaona hapa nje ndani yetu ya taifa letu la Tanzania kuna mkakati ambao unaendelezwa na serikali kuendesha uh, uvumi kwamba raia waliweza kulipwa ndiposa waandamani. Uvumi mwingine ni huu ambao unasikia kwamba padiri Kitima eti anapiga serikali vita. Sasa lengo la serikali kuweza kueneza uvumi huo ni kutaka kugawa uh, dini ya kanisa la Katoliki, ndiposa ikuwe rahisi kwa serikali hii kuongoza. Itakuwa rahisi kwa wao kuongoza kipindi ambapo wamegawa wananchi, kipindi ambapo wametenganisha na kulipiganisha kanisa na kukuwa kwenda vipande viwili vipande vitatu. Sasa kuna haja gani eti kwamba muumini amekasirika na padri Kitima aende kumshtaki? Hao ambao walienda kushtaki padri Kitima sio eti kwamba ni wafuasi, hapana. Kipindi ambapo mtu ameamua kujitenga, huyo ameamua kutumika na wala sio mkatoliki halisi. Nimekueleza njama ya serikali ni kutaka kugawa, ndiposa wapate muda wa kuongoza. Lakini hawataki kutilia maanani yale ambayo waliambiwa. Mfano, wawaondoe kwa gereza wale wote ambao waliweza kuwatia pale ndani, wawaachilie wale wote ambao walikamatwa kipindi cha maandamano, wamfungulie mtu mwenye anaitwa Tundu Lissu na haki iweze kutafutwa kwanza kabla ya mazungumzo ya maridhiano. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni bwana Ezra. Unahisi kwamba sisi Katoliki tunaweza tukawanyika? Mpenzi mtazamaji, hatuwezi. Hivi ni vita tu vya kiroho ambavyo wameanzisha kwa sababu ya msimamo wetu ambao tuko nao uh, kuelekea kwa hii serikali kuambia kwamba hamwezi mkatutawala kimabavu, eti kwamba wananchi hawana sauti ya kuzungumza, eti kwamba mnataka mtuongoze jinsi ambavyo mnataka. Hilo haliwezekani. Mimi ni bwana Ezra, tupatane kwa kanda ijayo. Asante sana kwa kuendelea kusapoti hichi kituo.